Niko wazi na Yesu. Hakuna kaburi ambalo litatumika na waganga, hakuna kaburi ambalo litatumika na wachawi wakafanikiwa kusika maso yako, wakafanikiwa kusika ndoa yako, wakafanikiwa kusika ya luna. Wanamwambia Yesu ili mbivu ili kutoa kwenye kaburi, ukuta wa kaburi kamasuka, jiwe likaondoka. Na mimi leo naondoka na maketi ya kichawi, naondoka na maketi ya waganga, naondoka na milimi yao, inaondoka Kama hautangua, kuna vitu utavipata, yes.